ka jeshi po la polisi mpaka itakapofika tarehe ishirini na nne aachiwe huru pasipo masharti ya aina yoyote, na vyenginevyo, kama hatuachiwa huru sisi bawacha, tutachukua maamuzi niko na kwa sasa mwaka tisini na tano tumeingia katika uchaguzi wa vyama mbalimbali vya mbali siasa, tukaja mwaka elfu mbili na kumi tukaja mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na, na elfu mbili na kumi na tano tukaja mwaka elfu mbili na ishirini na sasa tunaenda mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika Lakini kwa sasa tutasema hapana, mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi, na tunamaanisha. Hii ni kwa sababu miaka yote ambayo tulikuwa tunashiriki chaguzi hizi, nyinyi wananchi wa kera pamoja na boda, mlikuwa mnaenda kuchagua viongozi mbalimbali, lakini viongozi tei maendeleo kweli, si kweli? Sasa kuna sababu gani ya kuendelea kushiriki katika hizi chaguzi? Kina mama wenzangu, nyinyi ni mashuhuda. Kwa muda wa miaka kadhaa sasa tumekuwa tukienda kupiga kura na kuwachagua viongozi, lakini viongozi hao hawapewi nafasi. Kina mama wenzangu, sisi ndo tumewaweka viongozi mbalimbali madarakani, lakini kwa sasa tunahitaji na sisi kuwa sehemu ya maamuzi wenzangu twendeni, tukadani sauti zetu kwa pamoja, tuoneshe nguvu zetu kwa pamoja kwenda kudai mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi, ili kusudi kukiamua. Na zikipatikana hizo cha, hizo sheria mbalimbali za uchaguzi, basi na sisi tutalazimika kuwa sehemu ya viongozi na kuwa sehemu ya mabadiliko ambayo tunayotaka. Tuna haki na wajibu wa kila mmoja wetu kufanya maamuzi yoyote ambayo atakayoyaona kuwa yanafaa, ambayo yatakayoweza kuikomboa katika nchi yetu hii, katika serikali ya sisi hivyo. Kwa pamoja sote, kwa pamoja. ale kuzidai mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi. Ndugu zangu wanakiela, wangapi wanasema wako tayari kwenda kupaza sauti zao kwenda kudai mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi? naomba kungeni mkono nyote tapaa yes. Namuona hata askari pale, mama yangu ananyosha mkono, asante sana, apande kwa kunyosha mkono na wewe nipigeni makofi pa Mcaga nakiea na malizia kwa kusema neno moja tukwenu araza na wanawake wa Chadema tunasema kama mrai na iwe mrai, tutatoka hadharani kupaza sauti zetu kudai mabadiliko ya sheria mbalimbali ya uchaguzi, ili na sisi tuwe sehemu ya mabadiliko ya nchi hii. Tunahitaji kuwa viongozi, tunahitaji kuleta maendeleo.